Karibu sana mpendo mtazamaji wa Tumaini Television ambayo unaipata ile kisimbuzi cha Azam TV channel namba mia nne na sabini kote nchini Tanzania. Kipindi y hewani ni mizani ya sheria, sehemu pekee ambako tunakupatia nafasi wewe mtazamaji ya kupata tafsiri za kisheria, kufahamu sheria na yale ambayo yanatuhusu sisi kama eh, raia katika masuala mazima ya sheria na yale ambayo yanatuongoza kama eh, wananchi wa taifa la Tanzania katika masuala mbalimbali yanayogusa ama e, kuwa na mwelekeo wa kisheria. Kwa hiyo hapa ndiko ambako unaipata tafsiri nzima ya masuala hayo ya kisheria, na leo tuko hapa kuzungumzia sheria inayomlinda mwanamke dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia na kupata haki za msingi katika jamii. Na sitakuwa peke yangu, na nitakuwa naye Rehema Ernest Mwaisaka. Yeye ni hakimu mkazi E, mkuu katika mahakama ya wilaya, kituo jumuishi cha e, Temeke. Kwa hiyo tutakwenda kwa jadili mengi sana ambayo inahusu eneo hilo la sheria inayomlinda mwanamke dhidi ya ukatili wa ki, e, ukatili na unyanyasaji wa kijinsia na kupata haki za msingi katika jamii. Ni mambo gani hayo? Basi ni kusii tu tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunahitimisha kipindi kwa siku ya leo. Karibu sana. Asante. Karibu sana tu na bila shaka tutapata tafsiri nzuri kutoka kwako. Pengine uh, kwa kwanza tunapozungumzia ukatili na, e, na unyanyasaji wa kijinsia kwa mwanamke ni matendo gani ambayo haya sasa yanatoa tafsiri halisi kwamba sasa huu ni unyanyasaji ama ukatili wa kijinsia kwa mwanamke? Okay. Kwanza kabisa hmm, tunapoongelea ukatili au unyanyasaji wa kijinsia hmm, naweza kusema kwamba ni inahusisha vitendo ambavyo, ni vitendo ambavyo vinahusisha mambo mbalimbali ambayo yanaathiri yanamwathiri yule mtu, inawezekana ikawa ni kisaikolojia, ikamwathiri kimwili, ikamwathiri kingono au ikamwathiri kiuchumi hmm. Na mara nyingi vitendo hivi huwa vinafanyika kwa faraga au kama sio faraga vinafanyika mbele ya adhara yaani, kwenye umma. Kwa hiyo tukiongelea vitendo unyanyasaji wa kijinsia nikisema kwa mfano wa matukio hayo, inawezekana ikawa ni unyanyasaji au ukatili wa kimwili, kwa mfano vipigo, mtu anapokea vipigo, inawezekana kuchomwa moto, inawezekana ikawa kutumia silaha uka, uka, tumia silaha kumuumiza yule mtu inawezekana ikawa ni matukio ya ubakwaji mm. Inawezekana ikawa maybe kutokana na mila potofu ikawa mm. ni kukeketaji mm. ikawa nanili swala la ndoa za utotoni mm. Kwa hiyo viko vya aina mbalimbali, hivyo ni baadhi. Sawa. mm. mm. Hayo ni baadhi yes. Pengine tukiangalia katika maeneo ya kazi ukuta yes. E, ni ni jinsia tofauti tofauti kwamba kuna wanaume na wanawake, yes. Ni kweli kwamba, e, kufanya kitu ambacho mwanamke hajakiridhia kwa namna moja nyingine yingineza, ni umemshika nywele ama umemshika bega, inaweza e, kutafsiriwa kwamba ni kitendo cha unyanyasaji wa kijinsia okay. Ukimshika okay, Labda ukampapasa mm -hmm. Inawezekana kwa ajili ya kumdhalilisha utu wake mm -hmm. Au kingono mm -hmm. Hilo ni moja kati ya nanilii udhalilishaji wa kijinsia au inawezekana ukamlazimisha mm -hmm. kufanya ngono, hilo ni bila ridhaa yake, huu ni udhalilishaji wa kijinsia. Je, kuna, kuna, kuna unyanyasaji wa kijinsia kupitia kauli? Ndio, kuna unyanyasaji wa kijinsia kupitia kauli Inawezekana mm. Ikawa ni kauli ya matusi umemtukana. mm. au ukaongea kauli ambayo inamfanya kudhoofisha ule uh, utu wake mm. Inawezekana kauli ikamfanya, yaani kutokana na jinsia yake akajiona ni dhaifu kwenye jamii mm. Pia hayo ni moja kati ya matukio na kuna matukio mengine pia, inawezekana ukamlazimisha labda kufanya matendo ya ngono mm bila ridhaa yake, ukamsukuma nenda ukafanye matendo ya ngono kwa kutumia nguvu. Hiyo ni moja yapo ya udhalilishaji. Pengine ziko kesi ambazo e, zinajitokeza e, kwa, kwa maana ya kwamba pengine walikuwa katika mazingira ya kukubaliana jambo fulani hmm. lakini ikatokea mtu wa tatu kati yao akawa amefahamu hilo jambo hilo, swali linageuka. Kama ni, ni, ni, ni kitendo, tafsiria, kama ni kitendo ama tafsiri ya kwamba ni kitendo cha unyanyasaji wa kijinsia lakini kumbe wakati lina, hilo tukio linatokea hawa wawili walikuwa katika makubaliano fulani pengine, lakini e, baada ya kukutwa na mtu mwingine watatu, e, linageuka kuwa tafsiri e, ya unyanyasaji wa kijinsia huyu. mm -hmm. Kuna, e, kuna namna sheria inaweza kuwa na, na, na mang'amuzi ya mambo kama haya, kimsingi sheria zetu kama mm -hmm. swala likifika mahakamani mm -hmm mahakama mara nyingi ili kutenda haki inaangalia uthibitisho kupitia ule ushahidi, na unatakiwa kuthibitisha pasipo chembe ya mashaka. hmm. kwa hiyo mahakama kama chombo cha haki itakaa na kuangalia ule ushahidi kwa kina, basi kwa namna itakavyopima. kama ushahidi utakuwa ni hafifu, yule mtu ataachiwa. Kwa hiyo mahakama au tuseme sheria iko makini kwenye hilo swala tunaangalia nia linatokea ya tukio linatokea wakati na makubaliano yoyote, kuna makubaliano. Kwa hiyo na ushahidi pia utazingatia. Sasa imetokea huyu mtu ambaye akifanya ile tukio, pengine hana ushahidi wa moja kwa moja wa yale makubaliano, pengine alikuwa ni makubaliano tu ya mazungumzo. Hapo pia bado sheria itahitaji zaidi ya uthibitisho unaoonekana, sio ndio, utahitaji uthibitisho kwa ule upande ambao unalalamika, utatakiwa uthibitisho. mm -hmm. Pengine sasa, mwanamke anapokuwa katika ama anapohisi kwamba hii ni hatari ya kufanyiwa ukatili wa kijinsia ama unyanyasaji wa kijinsia anapaswa kuchukua hatua gani? Kabla mambo mengine yote, kimsingi, mwanamke akiwa kwenye hatari mm -hmm. wa kufanyiwa matukio ya unyanyasaji wa kijinsia mm -hmm. anatakiwa akaripoti kama yuko katika eneo hatarishi kabisa, hmm. na hilo tendo linatakiwa kufanyika, mimi nita, nitashauri kwamba aende sehemu salama kwa ajili ya kujihifadhi kwanza. hmm. kama sio hivyo, pia kuna vyombo mbalimbali vya usalama ambavyo pia anaweza akaenda kuripoti hilo swala. hmm. anaweza akaenda polisi, kuna madawati ya kijinsia, wakasikiliza hayo masuala ya unyanyasaji. hmm. ni sehemu mahususi kwa ajili ya kudili na hayo masuala ya unyanyasaji wa kijinsia anaweza akaenda kulalamika kwenye ofisi za serikali za mtaa au ya kijiji kama ni kijijini. Pia kuna mashirika ambayo ni NGOs ambazo zinatoa msaada wa kisheria mm. na kusaidia jamii ambazo zinafanya kampeni ya kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia, anaweza akakimbilia kule na wakampa msaada, namna bora ya kumsaidia. Anaweza akaenda kuripoti ustawi wa jamii pia huko anaweza akapata msaada. Kwa hiyo viko vyombo mbali mbali, na inategemeana sasa ni aina gani ya unyanyasaji wa kijinsia wa kijinsia huyo mtu anapata. Ikiwa ni kwenye ndoa, nitamshauri nenda kwenye hivi nanili, e, niseme vyombo vinavyotoa msaada wa kisheria au NGOs zinazotoa msaada wa kisheria. Akienda kule watamsaidia ni namna gani ya kupeleka malalamiko yake na yakafika mahakamani, au kama ye mwenyewe anaweza akaja mahakamani kuja kuleta malalamiko na hmm. akapata msaada wake. Tunasikia unyanyasaji uh, wa kijinsia ukatili wa kijinsia na imekuwa ikilenga zaidi eh, kundi la aina moja hmm. e, pengine unafikiri nini ambacho kinasababisha kundi hili moja kuonekana ndio ni kama sheria nyingi zinamtazama zina ye? Kim, zina yeye kimsingi, sio kwamba sheria nyingi zinamtazama yeye ni kutokana na ile vulnerability, naweza nikasema udhaifu wa hicho okay. kiumbe okay. Tukiongelea ukatili wa kijinsia, mara nyingi unamhusisha pande mbili, moja inakuwa dhaifu kuliko mwingine. Kwa hiyo mara nyingi tukisema kwenye jamii upande ambao unakuwa ni mdhaifu zaidi kuliko mwingine hmm. au kutokuwa na usawa, unakuta ni una, inamlenga zaidi mwanamke au mtoto na hivi vimetokana kutokana na mila zetu hmm, potofu ndo imepelekea mpaka kufikia, na huko kuna sababu nyingi pia lakini siku hizi e, mambo yamebadilika. Hmm. wapo wanawake ambao wana ubavu dhidi ya, ya wanaume naye pia inaweza kuwa ni, ni, ni, ni matendo ya unyanyasaji wa kijinsia kwa upande wa kiume. Sasa ndiyo hmm, kutokana na katika usawa pia yapo hmm, na mwanamke pia kama na, mwanaume naye pia kama ananyanyaswa anaweza akaenda kushtaki, lakini mara nyingi e, haichukuliwi kwa uzito kiasi hicho kwa katika eneo hili la upande sasa wa kiume dhidi mm -hmm, ya matukio ya unyanyasaji wa kijinsia lakini nafikiri mm -hmm, uh, wewe mwenyewe utakuwa ni shahidi, ni matukio yapo, tunayasikia na iko baadhi ya, ya mikoa ambayo mm -hmm, matukio na, na, ya namna ya, hiyo yako mengi mm -hmm, lakini ni kama eh, sheria inatoa sana kipaumbele dhidi ya mwanamke sheria iko kwa ajili ya kumlinda mwanamke, sheria iko kwa ajili ya kila mmoja. Mm. wanasema sisi wote tu, ni tuko sawa mbele ya sheria. mm -hmm. kwa hiyo sheria ni iko sawa kwa kila mmoja, haimlindi mpande mmoja, ili mradi tu kama ni mwathirika mm. una haki ya kwenda kushtaki mm. <laughs> kwenye vyombo husika <laughs> kuna, kuna, kuna, kuna matukio mengi ambayo yamekuwa yakiripotiwa hasa katika eneo hili la watu walioko katika ndoa ama mahusiano yanahusiana na, na, na, na maswala ya ukatili kwa, kwa, kwa upande huu wa wanawake mm. Je, kuna sheria yoyote inayoweza kutokomeza kabisa ukatili huu ama kudhibiti e, hali isiendelee katika haya maeneo kwa, kwa upande wa wanandoa ama katika wale ambao kwa katika mahusiano? okay. Asante kwa swali lako. Ukisema kutokomeza kabisa mm. ili swala ni pana, nadhani mm. sheria yetu iko pale kwa ajili ya kuleta suluhu, mm -hmm. Kuadha, kuadhibu na pia kuzuia mm -hmm. Lakini ukisema kutokomeza kabisa, ni swala ambalo linahitaji kuhusisha jamii, kutoa elimu mm -hmm. Mona na hata rasilimali pia kuhusika ili kusema uweze kutokomeza. Sio swala linaloweza kuhusisha ukasema utumie sheria tu na ukaweka sheria tu kwa ajili ya kutokomeza mm -hmm. hapana, inahitaji vitu vingi na jamii pia ikubali kubadilika na elimu inahitaji itolewe. Mtazamaji mm, sawa sana mtazamaji. Bado tuko hapa tukiendelea kuliangalia eneo hili la sheria inayomlinda mwanamke dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, na kwa namna gani ambavyo anaweza kupata haki za msingi katika jamii, na kwa bahati nzuri tumekuwa naye eh, Hakimu mkazi mkuu mahakama ya wilaya kituo jumuishi Temeke, yeye ni Rehema Ernest Moisaka. Mimi ni Star Celestine, ambaye niko hapa kwa niaba yako kuwakilishia yale ambayo tunaweza kuyaangazia katika eneo hili la sheria, na basi kwa wakati huu tupate mapumziko mafupi sana kisha kisha tutarejea hapa kwa ajili ya kusonga mbele. Kipindi hewani ni mizani ya sheria, hii ni Tumaini Television. Watazamaji wa Tumaini Television tumerejea hapa na tunasonga mbele katika kipindi cha mizani ya sheria, tukiendelea kuiangazia masuala mbalimbali ya kisheria yanayotupa mwongozo wa namna nzuri ya kuishi, kwa sababu sheria ipo ili tutengenezee pia utaratibu wa namna gani ambao tunaweza kuishi kwa kuheshimiana, kujali utu, lakini pia kulinda mwingine dhidi ya masuala ambayo hayastahili. Na kama ambavyo nimesema, bado niko na hakimu mkazi mkuu mahakama ya wilaya jumuishi cha mahakama Temeke eh, Rehema Ernest Mwaisaka, tukijadili haya wakati tunakwenda mapumziko eh, nilikuwa ninatamani kufahamu, tumekuwa tukisikia sana kwa habari ya eh, unyanyasaji wa kijinsia kwa upande wa wanawake mm -hmm. na pengine ndio huenda yakawa ni matukio mengi yanayoripotiwa zaidi mm -hmm. kuliko upande mwingine mm -hmm. kunayo sheria inayomwangazia mwanaume ambaye anapitia madhira ya unyanyasaji wa kijinsia Eza katika ndoa ama mahusiano kwa namna moja ama nyingine? Yeah, kimsingi sheria ya ndoa ina kuna moja katika sababu ambazo inaweza ikafanya ndoa mm -hmm. ika, ikaonekana kwamba imevunjika pasipo kurekebishika mm -hmm. kuna sababu ya unyanyasaji mm -hmm. inawezekana ikawa ni unya, ukatili, naongelea ukatili. Ukatili ni moja ya kigezo. Inawezekana ukawa ni ukatili wa kiakili au wa vitendo vya kimwili. Sheria inatambua kwamba ukatili ni moja ya kigezo inaweza ikafanya ndoa ikawa imeonekana kwamba imevunjika pasipo kurekebishika, hivyo hao wana ndoa wakatenganishwa, au talaka, amri ya talaka ikatolewa. Kwa hiyo sheria iko wazi kuhusiana na hilo swala. Ndugu zangu wa baba, ambao pengine kwa namna moja ama nyingine, mnapitia changamoto za unyanyasaji wa kijinsia katika ndoa, na unyanyasaji mmoja wapo inawezekana kama una unachezea kichapo kutoka kwa mkeo kwa namna moja ama nyingine, au ile haki msingi ya ndoa, pengine ile moja wapo ya eneo la unyanyasaji wa kijinsia, bila shaka kwa sababu <laughs> ni utaratibu wa ndoa kwamba ilo jambo lazima liwepo. Kwa hiyo, ndugu zangu, wala msiwe na mashaka, sheria ipo ambayo inaweza kukutetea na ili tu na uwezo wa kudhibitisha kila ambacho unakipitia kwa wakati huo, sheria inakupatia nafasi. Kwa hiyo, sio kusema kwamba pengine sheria zipo kwa ajili ya kuwalinda wanawake peke yake. Hapana. E, Mheshimiwa yeah, hakimu, tu, tu, turudi katika eneo linaloleta tafsiri kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu. Hmm. E, zimekuwepo hizo hali za kwamba, na ndiyo maana pengine viko vyama vingi ama taasisi ambazo zinapambana hmm. e, kwa ajili ya kutafuta haki za, za wanawake hmm. Je, hii si sababu ya jamii kuendelea kuchukulia kwamba mwanamke ni, ni kitu dhaifu? kwa sababu e, tumeona mapambano ni mengi, vyama vinaanzishwa kila kukicha kwa ajili ya kumkomboa mwanamke kuna hizi habari za hamsini kwa hamsini Je, hivi vyote vitengenezi taswira kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu, na pengine ndio maana tunashuhudia e, matukio mengi ya unyanyasaji wa kijinsia? Hizi kampeni za hamsini kwa hamsini au hmm, za usawa hmm, kwa namna nyingine zinasaidia kumfanya mwanamke atambulike na thamani yake itambulike kwenye jamii. Hmm, ninasema hivyo kutokana na mabadiliko ya kiuchumi Saizi imefikia mahali unakuta wanaume anashindwa kutunza familia. Kwa hiyo mwanamke ukimnyanyua na yeye akawa kwenye hatua ya maamuzi, anahusishwa na akatambulika, hiyo inasaidia, kunakuwa na usawa kwenye maamuzi, kumiliki ardhi, kushirikiana kwenye majukumu ya kifamilia. Mi naona kidogo inaeta aweni kwenye jamii na kunaona tunaona kuna mabadiliko mengi mm -hmm. na kunaona kuna wanawake wengi sahizi wamekuwa viongozi mm -hmm. na tunaona michango yao mikubwa kwenye jamii akiwa, akiwemo rais wetu wa Tanzania mm -hmm. yes. Je, kuna madhara yeyote ya mwanamke kuacha nafasi yake katika jamii? E, na hii haiwezi kuwa ndio chanzo cha kikubwa cha unyanyasaji wa mwanamke ambacho ni matokeo ya mama kutoa malezi mabovu kwa watoto, hivyo ku, e, e, kupelekea familia na jamii kuingia katika jangili la ukatili wa kijinsia. hmm. Mwanamke kama mwanamke hata kibiblia inafahamika. hmm. Mwanamke kazi yake kuu ni ya ulezi. hmm. Mlea familia na ni msaidizi wa mwanaume. hmm. Ndio, kuna usawa lakini, pia kutokana na changamoto za kiuchumi zinamfanya mwanamke sasa atoke kwenye yale majukumu yake ambayo ni ya asili mm. na pia imetokana na mwanaume kutokusimama kwenye nafasi yake kutunza familia, inamfanya mwanamke atoke aende akatafute kwa ajili ya kutunza familia. Sasa hapo kwenye kutoka inamfanya ashindwe saa nyingine kubalansi mm. kutoa malezi kwa watoto mm. ulinzi kwa watoto unakuwa utoki inavyotakiwa. mmomonyoko wa maadili tunaona mm. mwanamke anatakiwa awafundishe Hmm. Ni namna gani mtoto anatakiwa abievu kwenye jamii amfundishe anavyotakiwa kusalimia vitu vya namna hiyo hmm. Amchunguze hata mtoto akirudi shule umchunguze hmm. kuna vitu gani umepata nani, amchunguze amkague hata hmm. kutokana na saizi jamii ilivyo mamonyoko wa jamii hmm. vitu kama hivyo unakuta mwanamke apati nafasi hmm. kwa hiyo nasema kuna mchango pia. Kumekuwepo na ugumu wa akina mama kuzungumza na, na, na mabinti yao kwa uwazi kwa, kwa juu ya e, masuala mbalimbali yanayowazunguka kama ambavyo pia umeeleza hapo mm. Je, unafikiri umefika wakati ambako wakina mama hawapaswi kupichaficha baadhi ya mambo, kuwafanya watoto wao kuwa na uelewa wa masuala mbalimbali yanayowazunguka na pengine hii ikawatengenezea e, namna ya kutambua kwamba, uh, mambo haya yanaweza kuwa ni unyanyasaji wa kijinsia kwa upande wangu, na nifanyeje kuweza kuepuka masuala kama hayo? Naweza kusema kwamba kama mwanamke au mtu yoyote kwenye jamii, ukiwa na mtoto unatakiwa uwe karibu na mtoto, ujenge na urafiki na mtoto hususani mm, kwenye kipindi hichi cha utandawazi na pia uwe mwazi mm, umwelezee mazingira yote, umfundishe mm. Unaweza ukamficha lakini, akienda shuleni atakutana na watoto wenzie mm, watamfundishwa mm. Kwa hiyo, kwa kipindi hichi mzazi unatakiwa uwe karibu sana, na una jukumu kubwa zaidi ya kumwelimisha mtoto, ndio mm. Ni wakati gani sahihi wa mzazi kuruhusu mtoto wake kuanza kuwa na mawasiliano na dunia? Nikisema hivyo, namaanisha pengine hivifaa vya e, elektroniki ambavyo vinatusaidia katika kurahisisha swala zima la mawasiliano. Wazazi wengi tumekuwa wavivu, hatutaki hmm. kukaa na watoto hmm. saa nyingine kutokana na stressi hmm. basi tu tumekengeuka hmm. tunaona kama utandawazi, yaani uhalisia ya umeondoka hmm tunaona maisha fulani hivi labda ukiangalia kwenye TV mm, ndio uhalisia. Mm, kumbe sio uhalisia. Uhalisia unatakiwa uanzie kuanzia nyumbani mm, msingi lazima uanzie kwenye familia mm. Kwa hiyo ukiniambia hivyo vifaa ukimwachia akiwa mdogo mm, vina athari kubwa kwa huyo mtoto mtoto, unaweza ukawa usiwe na bondi naye kutokana na, na kumruhusu ajikite azame kwenye vile vitu vya teknolojia mm, naye atakuwa dependence kwenye vile vitu. Kwa hiyo atakuwa tena anakuona wewe huna maana hmm. kiasi kwamba kumrudisha sasa, au yule mtoto akipotea kabisa hmm. au akibadilisha, kumrudisha inakuwa ni changamoto hmm. Kwa mimi nasema hivi vitu, ni vizuri teknolojia, ni nzuri, lakini si vyema kumwanzishia mtoto mapema hmm. Kuwe na mipaka mpaka mtoto atakapojitambua, lakini visiwe vitu ndo vya kumweka vya kumfanya eti ndo vya kumfanya mtoto eti hmm. vya kuchezea. Teknolojia sio nzuri sana. Ndiyo. Kwa mujibu wa sheria zetu za hapa Tanzania, mm -hmm. e, mtoto ni kuanzia umri, e, umri gani mpaka umri gani? Mtoto ni yule mwenye umri chini ya miaka 18. Kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria Tanzania. Ndiyo. Eh, Mheshimiwa Kim kuna ile swala la utoaji mimba ambalo limekithiri katika miaka ya hivi karibuni na pengine uh, kwa sisi wa Kikristo ni chukizo mbele za Mwenyezi Mungu uh, kuua kiumbe ambacho kiko tumboni na huu ni ukatili wa kwanza unaofanywa na akina mama wengi, kwa hasa vijana. Kuna sheria yoyote inayomtengeneza inayomtetea mwanamke asiangukie katika ukatili huu ambao kwa wakati mwingine mazingira yamemwingiza katika hayo, katika hiyo hali? Kwa sheria yetu, hmm. haijajikita kwenye kumlinda hmm. mwanamke ambaye, hmm. unaweza ukakuta ni victim wa hayo matukio. hmm. sheria yenyewe imeenda kwenye kulaani kile kitendo kwamba ukitoa mimba ni kosa kwa mujibu wa sheria, ambapo kwa Tanzania kanuni ya adhabu ukiangalia kifungu cha mia moja hamsini mpaka mia moja hamsini na mbili na mia mbili thelathini kinakemea kwamba hilo swala na kimsingi ni kosa la jinai na linatoa adhabu tu kubwa, kifungu hata miaka kumi na nne kinafika. kwa hiyo nikisema kwa sheria zetu hazijaangalia kwa namna ya kumlinda hmm. yeah. Tunaelekea ukingoni mwa kipindi, pengine kama kuna jambo lolote ambalo eh, kwa experience ulionayo ni jambo la unyanyasaji wa kijinsia lakini ni kama alitazamu sana na, na jamii kwa, kwa namna moja ama nyingine, kuna hichi kitendo cha kuuzwa kwa binadamu hmm. Unakuta watu wanaenda vijijini hmm wanachukua watoto kutokana na ile hali ya umaskini yeah, ya wale watu wa kule kijijini. Yeah, anamtoa mtoto anampa ajenti kwamba aje mjini au anaenda nje ya nchi kwa ajili ya kufanya kazi yeah. Wanavyoenda kule vijijini, yeah, wanapewa promises nzuri kwamba unapoenda, yeah, utapata maisha mazuri. Yule mzazi anapewa kihela kidogo, yeah, anamtoa yule mtoto, yeah, lakini kumbe kule anapoenda anaenda kutumikishwa inawezekana anaenda kutumikishwa kingono na yule mtoto kutokana na yale mazingira. Sasa haya tunasema, hawezi akarudi nyuma kwa mzazi, mzazi ameshamtoa, kwa hiyo anakuwa ametolewa kihalali, lakini kimsingi anapoenda kule anakutana na mazingira, ananyanyaswa, anaambiwa, sasa analazimishwa kutumikishwa kingono. Na mtazamaji, nikitazama wakati ni umesonga kweli kweli, na muda uniruhusu kuendelea kusalia hapa dakika 30, ambazo zimemilikiwa na hakimu mkazi mkuu mahakama ya wilaya ee, kituo jumuishi cha mahakama Temeke, Rehema Ernest Mwaisaka, bila shaka umeyasikia mengi, lakini kwa kuhitimisha, pengine neno e, moja kwa jamii ambayo inakutazama kwa wakati huu. Okay, ni neno moja kwa jamii, ningependa kuiasa jamii kwamba tuendelee pale mtu anapokutana na huo unyanyasaji wa kijinsia akimbie kuripoti kama ni polisi, ukaripoti polisi ili uchunguzi wa kina uweze kufanyika na kuwe na ushahidi, na kama kuna ushahidi, uandae ushahidi wako vizuri ili hilo jambo liweze kuripotiwa na mtu aweze kupata haki yake, anaweze kusaidiwa. Ni hayo tu. Asante sana mtazamaji, ndivyo ambavyo ninahitimisha kipindi cha Mizani ya Sheria. Na leo basi, tulikuwa tukiangazia sheria inayomlinda mwanamke dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia na kupata haki msingi katika jamii. Mimi naitwa Shukrani eh, kwa wenzangu, mwandaji wa kipindi hiki Sesta Sarvina, lakini pia eh, Sara Joseph. mimi ni s mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa wakati huu.